Hasa hapo katika appeal kwa mwisi ni kwamba ilikuwa NEMA ijefanya kazi ya remediation, lakini wakapinga. Walipopinga ilibidi tena ile ishu ya uamuzi wa koti isimamishwe ili kesi iendelee na iwe determined. But on 16 December 2024, kesi ikawa imeamuliwa na wakapewa 3 months waje wafanye remediation, lakini sasa tulishangaa baada ya hizo 3 months kulapse ndio wanakuja kufanya mambo na remediation. Sisi tukasema hapana, tukarudi kotini tena, tukawaambia bwana, ni vizuri murudi kotini tuone jinsi hii inaenda, manake hakuna vile Center for Justice and Environmental Action wanaweza kuja kufanya hizo kazi kulingana na uamuzi wa koti. Manake ilikuwa ni kwamba kama watashindwa na kufanya remediation within three months Center for Justice and Environment uh, action waje waanze hizo mambo kitu yenye tulisikia watu wa neema tarehe tatu walikuja mataandeke kwa cheshi hawakuingia hapa Owino Uhuru leo hii ndio tunaona wakija ati wanakuja kufanya kazi kutoka kwa court order. Na sisi wenyewe hawachatupatia hiyo court order. Sisi wenyewe watu wa Owino Uhuru tuna court order, ndio hii tunataka wakae, mpaka tungoje ile ile petition imepelekwa kule, mpaka tarehe 19 June ya isikizwe na iamuliwe, ndio kama kuna koti itasema wao wafanye hiyo kazi, tukae tuongee na wao kama wanakijiji kufunga hiyo factory. Sisi tulifunga wakati tuli pata yenyewe imeleta madhara katika mahali pale, so at least tukasema ya kwamba e, serikali ama NEMA imepotea kutoka kwa kwa watu. Hata wakati tulikuwa na mikakati ya kusavisa mahali pale, vile tulikuwa tumepanga, ndio walienda koti.